Ne, lakini yule mtu alikushinda, alikuwa alilishinda siku ile, lakini alikuja kutolewa kwa siku nyingi, akiwa amepunguzwa nguvu. Ni mtu aina gani? Nguvu zake zilikuwa za aina gani? Ni yeah. mtu wa Mungu, ni mfanyibiashara yeah, yeah. ama ni mchawi pia yeye yeah, yeah. alikuwa ni mtu wa karibu na Mungu, ni mwombezi sana, so nguvu zake ilibidi ipungue, zipunguzwe kwa kila hali, inapunguzwa, zinapunguzwa ndio. Kwa njia gani? Unakuja unamletea, wanamleta wale wenye wataalamu walioko kule, wanaojua kusoma kama yeye, wanaomba kama yeye. Sasa wale wamefunga ndani ya siku ishirini na saba bila kula. Sasa wale wana... wakule, wakule wangambo yenu eh kuna waombezi si pia yeah? kuna wakufunga huko yes. So wanakuja wanakuja wanamzunguka sasa, wanaanza kumteka kichwa na mawazo. Anasikia maombi anayeomba, wanazunguka wanaongea maombi kama yako watu, yeye akidhania anaongea na Mungu, ile roho inamzingila, nadhani anaongea na Mungu. Oh, anakuja kule